Kutakuwa na mtihani wa ghafla. Aliyejiandaa vizuri atapata matokeo mazuri pamoja na zawadi. Umesikia nyambu? Nimesema ujiandae. Dah, sijajisomea kabisa. Ni ila kidogo cha pesa najua nikimpa mwalimu ataniwezesha na faulu. Wewe, Rusha hawezi kusaidia, jifunze kwa bidii ndugu. Kiongoza mbio za mwenge wa kitaifa, karibu katika sehemu ya pili ya igizo yetu. Sehemu hii inatuonyesha jinsi ambavyo rushwa inavyoenezwa katika chaguzi mbalimbali mbali za kisiasa. Karibu kwa utazamaji. Wananchi oyee! Wananchi oyee! Wananchi safi. Wananchi mpo? Wananchi mbenu hapa nikuwa namba kula zenu, kwani kinipa kula nitafayaji mema ya nchi. Mwenye swali? Kijana, wapongea. Ndugu mgombea, katika eneo letu hakuna huduma za afya wala za maji Je, tukikuchagua utatusaidiaje kuhusu hiyo sijali? Nikiingia kwenye nikipata chance nitawasaidia. Kwanza kijana sogee, kijana mekula, kijana wananchi mb... mboasimekula wananchi, hii ni shida ambayo namuiza mheshimiwa. Masali magumu hivyo. Oya mwana mgombea amepita ajapita, mgombea amepita. Uko safi, tumpe kula zake. Tukutane ukumbini. Ndugu kiongozi wa Mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa, karibu katika sehemu ya tatu ya igizo letu. Sehemu hii inatuonyesha jinsi ambavyo viongozi mbalimbali mbali wanapokea rushwa ili kugawa tenda kwa, kwa wakandarasi wabovu. Karibuni kwa utazamaji. Sasa hizi mheshimiwa nzuri, karibu sana, siku nyingi mheshimiwa nzuri. Naendeleaje? Naendelea vizuri, za maendeleo nzuri, karibu sana mheshimiwa. Kwenye ile tangazo la ukandarasi nilituma maombi yangu, je, uliaona? Ndiyo, tulipokea maombi mengi sana, ila kama taasisi bado inaendelea kuyachakata. Mheshimiwa, nilikuwa ni kuwa naomba ulizingatia ombi langu mheshimiwa. Ah, kama unavyojua maisha ya saizi, kujifikiria tu kujiongeza, yaani chochote upate chen. Sasa mheshimiwa, usijali e kuhusu hilo ndani ya siku mbili tatu hizi utatuma chochote kile. Aa, basi tutakuwa mfanya wa lamana. Asante, Mheshimiwa. Karibu sana. Asante. Lakini mheshimiwa mimi ninavyoona miundombinu mibovu, kwa sababu mtu mwenyewe anajali anajali haki yake mwenyewe. Tungeendelea tu kupitia zile barua mbalimbali tujue mtu bora zaidi. Hapana, tunamzingatia ya, tu kidogo yani. Ndugu kiongozi wa Mbio za Mwenge wa Kitaifa tumeona jinsi rushwa inavyoharibu usawa, elimu na miundo mbinu. Hivyo hatupasikuwa wanyenyekevu. Je, rushwa kwa pamoja tunasema kuzuia rushwa ni jukumu lako na wangu, kutimiza wajibu wetu na uji ya mwisho wa igizo letu. Asante kwa kutusikiliza. Tumeendelea kujionea wanaklabu ya kupambana na rushwa, na kwenye hili ni mpongeze sana kamanda wa TAKUKURU wa wilaya pamoja na maafisa wake wote kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Binafsi nimeona jitihada za Mheshimiwa Rais Daktari Samia zinavyoendelea kuonekana juu ya kupambana na swala zima la rushwa, na ndio maana unapoizungumza Tanzania leo hii kwa kweli rushwa imepungua kwa kiasi kikubwa, na niipo na ni adui wa maendeleo, na ndio maana wenzetu wamekuja na utaratibu maalumu wa kuanzisha vilabu ndani ya shule za msingi, shule za sekondari pamoja na makundi mbalimbali yakiepo katika jamii zetu. Ni imani yangu wana klabu hii ya rushwa wataenda kutimiza wajibu wao juu ya kazi hiyo. Tunatambua kupambana na jambo hili, ndugu zangu, sio kazi rahisi. TAKUKURU hoye! TAKUKURU safi! Ni imani yangu walimu na wanafunzi wataendelea kuithamini na kuilinda klabu hii, kwa sababu waingiwa, baadhi ya maeneo tumeona changamoto kubwa zilikuwa zikitokea kwamba vijana hawa wanapofanya wajibu wao, wengine husababisha kupelishwa mitihani wengine husababishwa kukosa haki yao ya kupata elimu. Na sisi wazazi wa wanafunzi, kwa kweli tumejifunza mambo mengi kwa vijana wetu hawa, kwa sababu licha ya kuja kupata elimu, tayari serikali imeandalia mazingira maalumu kwa ajili ya kuwapa elimu ambayo itakuwa itaenda kuwasaidia walio wengi. Leo hii tunapozungumza, kupitia klabu hizi, wapo ambao watakuwa ni maafisa kilimo na lishe, wapo ambao watakuwa ni makamanda wa jeshi la polisi Wapo ambao watakuwa ni maafisa wetu wa TAKUKURU na wengine watakuwa ni madaktari na wakuu wa wilaya na walimu, lakini hili lote tunafanya ni kwa sababu ya imani aliyonayo rais wetu. Baada ya kuyasema hayo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa heshima na taazima na mapenzi ya vijana wetu na walimu ambayo wameyaonyesha, kwa kweli mwenge wa uhuru, kwa niaba ya wenzangu, kwa kweli tumeridhishwa na utekelezaji wa programu zote kwa asilimia mia moja ndani ya shule ya sekondari ya Konsolata. Wana Konsolata, hoye! tunatambua miongoni mwa mambo ambayo rais wetu Daktari Samia ameweza kufanikiwa kwa utekelezaji wa asilimia mia moja ni swala zima la kwenda kuboresha upya miundombinu ya sekta ya elimu. Naomba tumpigieni makofi mheshimiwa rais wetu Daktari Samia. Kwenye sekta ya elimu, ameenda kuondosha utofauti baina ya shule za serikali na zile shule za mtu binafsi kwa maana ya private. Wazazi wengi walikuwa wanashindwa kuwapeleka watoto wao ndani ya shule za serikali, ni kwa sababu ya kutokuwepo kwa miundombinu mizuri ndani ya majengo yetu, lakini leo hii unapoiangalia shule ya serikali haina tofauti na ile shule ya mtu binafsi. Mimi kwa niaba ya wenzangu, kwa kweli tumekagua mradi huu, tumeangalia ubora wa utekelezaji wa mradi ulivyotekelezwa, na niseme mbele ya hadhara hii hakuna ubabaishaji wowote ambao umefanyika juu ya utekelezaji wa mradi huu wa bweni. Na Mwenge wa Uhuru wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa kweli umeridhia kuzindua mradi huu wa bweni kwa ajili ya shule hii ya wasichana yeah. Iliyopo ndani ya eneo la Ileje. Wana Ileje oye! Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe.